Baada ya Nadia kumkamata kwa nguvu na giza kutanda kwenye chumba, ghafla Suleiman alihisi upepo mkali wa baharini ulivuma, na alipoangalia vizuri alijikuta ndani ya kasri la giza. Suleiman alihisi mwili wake kuwa mwepesi, kana kwamba hakuwa na mfupa wala damu. Alipotazama mikono yake, aliona ngozi yake ikiwa ya kijivu hafifu, ikitikisika kama moshi wa giza. Alikuwa bado hajakubaliana na ukweli huu. Aliangalia mbele yake. Kasri hili halikuwa sehemu ya wanadamu. Nguzo kubwa za mawe meusi zilitanda kila kona, na kila ukuta ulikuwa na michoro ya viumbe wa baharini waliokuwa na nyuso za mateso. Sakafuni palikuwa na damu iliyoganda, na hewani palisikika milio ya sauti za vilio vya watu waliopoteza matumaini. Alipogeuza kichwa, akamuona Nadia amesimama mbele yake, lakini hakukuwa na ule uzuri wa mwanzo tena. Nadia sasa alikuwa jini wa kutisha, mrefu kupita binadamu wa kawaida, na ngozi yake ilikuwa nyeupe kupita binadamu wa kawaida. Mume wangu mpendwa, sasa umekuwa mmoja wetu. Suleiman alirudi nyuma kwa hofu, lakini kabla hajachukua hatua zaidi, ardhi ilitetemeka. Kutoka ardhini, mikono meusi yenye kucha ndefu ilianza kupanda na kuzunguka miguu yake. Huwezi kutoka hapa, labda ujitoe sadaka. Sadaka? Suleiman hakuelewa. Nadia alitembea polepole pole, na ghafla ukuta wa kasri ulifunguka ukifichua bwawa kubwa la damu. Bwawa hilo lilikuwa na miili ya watu waliokufa, macho yao yakimwangalia Suleiman kwa uchungu, mikono yao ikijaribu kumfikia. Lazima uchague. Kuwa mtu wa familia yako au ukae hapa milele. Suleiman alishindwa kuongea, alibaki akiwa anatetemeka kwa hofu na uoga lakini kabla hajafanya uamuzi, alipiga kelele kwa nguvu. Mwili wake ukashikwa na mikono mieusi na akaanza kuzama kwenye lile bwawa la damu. Suleiman alijaribu kupambana, lakini mikono ya giza ilikuwa imemshika kwa nguvu. Alipozama, masikio yake yalisikia milio ya maisha ya wale waliomtangulia, wanaume waliokuwa na wake wa ajabu kama yeye. Wote waliletwa hapa, hakuna aliyepona. Ghafla alifungua macho yake na akajikuta kitandani katika nyumba yao ya mwanzo, kile chumba ambacho Nadia alimvuta kwa mara ya kwanza. Lakini kulikuwa na kitu cha ajabu. Chumba kizima kilikuwa na alama za mikono ya damu. Suleiman alisimama na kupiga hatua nyuma, mwili wake ukitetemeka kwa hofu. Ndipo Nadia alipojitokeza tena, safari hii macho yake yakiwa yamejaa damu, midomo yake ikiwa imepasuka, na meno yake yakiwa marefu kama simba wa porini. huwezi kutoroka Suleiman, nimekuchagua wewe kwa sababu damu yako ni safi. Suleiman alijaribu kufungua mlango, lakini ukuta wa giza ulijifunga haraka mbele yake, ukimrudisha katikati ya chumba. Ndipo alipogundua kuwa anamhitaji Mwenyezi Mungu nyakati hizi. Suleiman alianza kusali huku akiwa anatetemeka kwa hofu akisema, kwa jina la Mwenyezi Mungu, sitakuwa mtumwa wa majini. Mara moja upepo mkali ulivuma na Nadia akapiga kelele kwa uchungu. Ghafla, Suleiman alianguka pembezoni mwa bahari, alipojitahidi kufikilia pale. amefika vipi? Mara upepo mkali ukaanza kuvuma. Lakini kabla hajachukua maamuzi mengine Nadia aliruka kutoka chini ya maji, akaanza kumvuta Suleiman kwa nguvu. Wewe ni wangu, huwezi kutoroka na hatutoachana. Lakini Suleiman hakuwa tayari kufa. Suleiman akaanza kusali na kusema, kwa jina la Mwenyezi Mungu, nataka uhuru wangu niokoe kutoka mikononi mwa huyu kiumbe. Mwanga mkali ulilipuka kutoka baharini. Mlio mkubwa ulijaa hewani na Nadia akapiga kelele kwa maumivu makali. Mwili wake ulianza kuyeyuka, ngozi yake ikapasuka na sauti yake ilizidi kufifia. Suleiman, huu si mwisho. Upepo mkali ulivuma na ghafla, Suleiman alijikuta akielea juu ya maji, bahari ikiwa kimya. Aliogelea haraka, akifikia mchanga, akapumua kwa nguvu na kumshukuru Mungu. Asante Mungu kwa kuniokoa. Ndoa yake ilikuwa imevunjika, lakini kabla hajafurahi upepo wa bahari ulivuma na kuleta maneno ya mwisho ya Nadia akisema, mimi ni maji Suleiman, popote maji alipo nitakufuata. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.